Naomba kwanza nitoe ufafanuzi mzuri wa matatizo ya umeme kule kusini. Ukweli ni kwamba umeme mikoa ya Lindi na Mtwara una matatizo, na matatizo ni ya kiufundi. Ilikuwa ni kampuni ya Artumas iliyopewa jukumu la kusambaza umeme huko. Sasa ilijenga miundombinu ya msongo mdogo wa kilovoti 33 ukizitoa Mtwara ziende mpaka Masasi na Chingwea, ukweli ni kwamba umeme unakuwa una matatizo. Kwa hiyo kinachofanyika sasa hivi ambacho Mheshimiwa naibu waziri ameongea ni kweli, ni kwamba TANESCO inarekebisha hizo njia, ni kwamba zitajengwa sasa badala ya kilovoti 33 ni kilovoti 132 double circuit yani, yaani njia mbili za kuleta umeme mwingi zaidi. Kwa hiyo hiyo kazi nadhani itakamilika mwisho wa mwaka huu. Lakini nimemtuma mtu aende Mtwara kwa sababu mbunge wa, mbunge wa Mtwara aliniuliza, nimemtuma injinia aende alete jibu kabla ya Jumatano wiki ijayo. Kwa hiyo jibu kamili mtalipata kama mradi unaendelea vizuri, hilo la kwanza. Lakini kutatua hili tatizo kama anavyosema mheshimiwa Somanga Fungu, lazima tukiri, mitambo ina matatizo ya Somanga Fungu na, na sio Somanga Fungu tu. Ni kitu ambacho lazima tuwe wa kweli tukifanyie kazi. Kwa nini mitambo yetu inavyoanza kazi ikifika miaka miwili tu inakuwa na hitilafu. Hicho ni kitu lazima tukifanyie kazi, ni cha kitaalamu. Somanga Fungu ilifungwa baada ya miaka miwili ikaleta matatizo e, e, ule wa Nyakato Mwanza umefungwa baada ya miaka miwili una matatizo e, wa Ubungo baada ya miaka miwili una matatizo. Hivi ni vitu ambavyo lazima tuviongee kwa wazi kuliko kuvificha kuna tatizo sasa. E, sasa Somanga Fungu, ukweli ni kwamba yule, na nadhani mbunge yuko makini sana, alikuwa anauliza, anauliza swali la kututega sisi. Ukweli ni kwamba aliyetengeneza ile mitambo na anayefanya repair sasa hivi ni watu tofauti, huo ukweli lazima tuukubali. Sasa tunachofanya ni kwamba ukweli wamefanya repair ya Somanga Fungu, hatuna sababu ya kufunga safari kwenda kule kuthibitisha, kwa sababu kazi yenyewe haijakamilika. Kwa hiyo tutaenda, hakuna kujiridhisha, tunajua kazi haijakamilika, kwa hiyo tungoje ikamilike. Lakini tatizo la Somanga Fungu kulitatua na mikoa ya kusini ni kuingizwa kwenye gridi ya taifa. Kwa hiyo tume, fedha zimepatikana na TANESCO wameanza kujenga eh, mson, eh, miundombinu ya msongo mkubwa kutoka Somanga Fungu kuunganisha na Kinyerezi. Tunataka iwe ya kilovoti mia nne walikuwa mia mbili nikasema hapana. Eh, tumezoea tunafanya vitu kidogo, baada ya muda tena matatizo. Kwa hiyo watapeleka kilovoti mia nne kusudi ule umeme wa Mtwara ukiingia pale wa Somanga Fungu na wa Mtwara ukiingia Somanga Fungu unaweza kwenda Kinyerezi, na nyie mkipata matatizo, mnaweza mkapata umeme kutoka kwenye gridi ya taifa. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, hili tatizo linatatuliwa, tulieni tu, halitachukua muda mrefu.